Tuko hapa tuungana mikono sisi siku ya leo, tukiwa hapa ajenda Kenya, tunasema kwamba tunataka, tunasihi, tunaomba, hashtag yetu ni kwamba NYC Tunataka elections mpya shirika la Agenda Kenya pamoja na mashirika sasa, wa ya vijana kutoka maeneo ya pwani sasa wanamrai Salim Mvurya, ambaye ni waziri wa masuala ya vijana, uchumi, ubunifu, michezo hapa nchini, pamoja na kaimu mkurugenzi mkuu wa baraza la vijana NYC Gloria Wawira, tarehe rasmi ya uchaguzi wa viongozi wa vijana watakaowakilisha changamoto za vijana hapa nchini wakizungumza na wanahabari katika makao makuu ya Agenda Kenya hapa Mombasa wamewataka viongozi wa vijana kutojihusisha na majukumu mengine kwa kile wanachosema ni kurudi nyuma kimaendeleo. We demand the Cabinet Secretary that is Mr Salim Vuria alongside the um, interim uh, NYC CEO, that is Ms. Gloria Wawira to issue the new dates for the election of officials Uh, within 14 days failure to which uh, Ms. Gloria Wawira will be declared a hindrance to youth uh, progression. Vijana wanataka kazi, wanataka ajira, kuna SRHR, kuna youth wako na shida mingi sana zinataka zisikike. Hapa nje tutamueleza nani? Hata tusikiza nani? Tukiangalia hata kwenye IBC hakuna kijana na tupo vijana ama vijana amupo nyinyi tupo ah ah sauti za takikana, e bwana. Hapo awali uchaguzi huo ulikuwa umeratibiwa kufanyika tarehe kumi na saba mwezi wa pili mwaka huu, jambo ambalo alikuwa afikia matarajio wakiongozwa na Dreda Udor ambaye ni mwelekezi wa ratiba katika shirika la Agenda Kenya. Vijana hao sasa wanataka vijana kote nchini kuungana ili kuhakikisha kuwa viongozi wanawajibikia malalamishi yao na tunaagiza kwamba tunataka uchaguzi upya ya hao viongozi wa youth. Ndio maana tunamwomba bwana, hata tukuombe, tunasema ya kwamba bwana CS Salim Mvuria, tungependa kujulishwa kwamba tarehe mpya zitakazotoka za elections ni lini, ili sisi tujipange, wa vijana ambao tunahitaji katika hiyo bunge tuweze kuwachagua, tuweze kuendelea sisi kama youths, tuendeleze nchi yetu. Tunataka angalau ikuwe gazetted Tuambiwe kama ni wiki moja, tupewe inaanza lini na itata, itafanywa vipi, na tujue inatakikana kuwa na nini na nini. Kama ni youth, miaka mingapi mpaka miaka mingapi? Qualifications zake ni zipi? mahitaji yake yanayotakikana kuwa pale ni yapi? Tuelezewe mashinani, watu waambiwe, we need awareness the same way they did to IBC then we also need the youth to get that point down. Wakiongozwa na Dreda Udor ambaye ni mwelekezi wa ratiba katika shirika la Agenda Kenya, vijana hao sasa wanataka vijana kote nchini kuungana ili kuhakikisha kuwa viongozi wanawajibikia malalamishi yao. Wakati huo huo, wamemtaka kiongozi wa taifa Rais William Ruto kuingilia kati suala hilo ili vijana wapate nafasi yao kwa jamii.

in uh, the youth docket so that uh, we can uh, have um, progression in terms of uh, addressing the youth affairs of this country and representation. Kaka Ken 254, Mombasa.